Hujambo mpena mtazamaji, karibu ili tuweze kufahamishana yale ambayo yanaendelea. Mpena mtazamaji, sijui mbona uh, Rais Samia yuko na haraka sana katika uteuzi wake. Okay, ukiweza kuangalia jinsi vitu zinafanyika nchini Tanzania utaona kuna ile haraka haraka kuweza kuharakisha vitu uh, zinatendeka kwa haraka sana. Uh, Rais Samia tayari waziri ameshawateua. Leo hii ameweza kumteua uh, Mwigulu Lamek uh, kama waziri mkuu, jambo ambalo limeanza kufanyika kwa mwendo wa haraka sana kulingana na mimi, na ni uteuzi ambao umeleta mjadala mwingi, na niko nataka tuweze ku discuss kuhusiana na uteuzi wa Mwigulu uh, kama waziri mkuu nika nataka tuweze kufanya tu uchambuzi kidogo kuhusiana na hali hiyo ya uteuzi wake, lakini nipenda mtazamaji, hata kabla nianze kumzungumzia Mwigulu, kumbuka, kuna wale uh, watu ambao wengi, familia mingi sana inalia watu wao waliweza kuuawa katika maandamano hadi wakati huu Mama Samia Suluhu hajazungumza lolote, ajasema lolote kuhusiana na jambo kama hilo. Unajua, kama kiongozi vitu vilifanyika, uh, jinsi viliweza kufanyika. Kwa hivyo wastahili urudi, kisha usemea kuwa kuna zile familia ambazo ziliweza uh, kupoteza maisha, watu wengi waliweza kupoteza wapendwa wao uh, katika maandamano, kwa hivyo Uh, kuna ile hali ya kupoeza watu hata aweze kuambia kuwa tutawafilia, lakini Samia Suluhu alienda akanyamaza nyamaza, yeye ameweza kuconcentrate kwa ile mauteuzi wa viti mbalimbali. Na Lema Lema amebisha sana kwenye uteuzi huu wa Mwigulu. Ameongea mengi sana katika mtandao wa X. Lema amesema sema vitu vingi sana na mi nataka nishabikiane na Lema, sababu uteuzi wa Mwigulu unajua, uh, nafasi ya waziri mkuu si nafasi tu ya kunyakua mtu yeyote, au si nafasi ya kunyakua mtu sababu alikuwa uh, anakutetea zaidi, ama alikuwa anasema mambo mengi ambayo uh, ni mazuri kukuhusu. Ni nafasi, ni nafasi au ni wadhifa ambayo inafaa mtu ambaye uh, yuko imara, anajua kile kitu ambacho anakitenda. Najua Lema ni mtu wa kiuchumi eh? yeye amefanya PhD ya, ya kiuchumi kwa hivyo wangemweka kwa mambo ya uchumi sawa, lakini kwa waziri mkuu uh, ni siwezi kubali yale uh, bado uh, Lema ambaye aliweza kuzaliwa mwaka elfu 1975 uh, alikuwa naibu wa rais wa fedha, waziri wa mambo ya ndani na waziri wa fedha na mipango. Na uteuzi wake uh, kulingana na mimi, ni njia tu ya kisiasa uh, Ukiangalia Mama Samia Suluhu sasa hivi uh, uteuzi anafanya ni wandani wake ambaye anawashirikisha, na iwapo uh, nchi imekuwa katika mgogoro, mumeenda hadi katika maandamano. Kwa hivyo munastahili kuwarudisha wale hata viongozi ambao wako katika upinzani. Najua kunaweza kuwa na yale maongezi ambayo yanaongea, na according to me nilikuwa na expect labda, uh, tungetoa kiongozi mmoja kutoka upande wa upinzani na tuweze kusema ya kuwa tunampatia wadhifa ya waziri mkuu au cheo chochote cho ambacho ni kubwa wenye Uh, uko tuna nguvu tuweze kumpatia na tuweze kuleta ile uwiano, lakini hii uteuzi ambao uh, unafanyika kwa ambao unazunguka kwa CCM sioni kama ni mwafaka na Mama Samia Suluhu, sijui mbona yuko na haraka ya kufanya vitu, anafanya vitu na haraka sana. Na unajua sasa hivi uh, nilikuwa naona katika mtandao wa kijamii uh, maandamano hata yameweza kupangwa tarehe tisa Disemba, kutakuwa na maandamano makubwa sana, na nafikiri bado mambo hayajakuwa vyema Tanzania hadi wakati mwingine, mpenda mtazamaji, katika uchambuzi wetu.